Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM imefanya uteuzi mpya kwa wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi ambazo zimeachwa wazi ndani ya chama hicho katika ngazi ya mikoa na wilaya. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Katibu wa Itikadi na Uenezi wa CCM Taifa Nape Nnauye amesema uteuzi wa nafasi hizo hufanyika kutokana na mamlaka ya vikao vya chama ngazi ya taifa. Nafasi hizi zilizowazi zimetokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo vifo lakini pia baadhi ya viongozi kuhama Chama cha Mapinduzi na kujiunga na vyama vingine vya upinzani, hasa wakati wa uchaguzi mwaka jana. Hivyo nafasi zilizofanywa uteuzi na wagombea wake ni kama ifuatavyo. Nafasi ya mwenyekiti wa CCM wa, wa, wa mikoa wenye viti wa sisihemu wa mikoa mitatu walihama Chama cha Mapinduzi na kwenda uh, ukawa. Sasa tumeteua wafuatao wanakwenda kugombea nafasi, kuzijaza nafasi zilizokuwa wazi. Mkoa wa Arusha, kamati kuu imemteua ndugu Michael Lekule Leiza, Emmanuel Makongoro Lusenga na Johni Palanjo kugombea wenyekiti wa mkoa. Mkoani Shinyanga Kamati kuu imeteua watu watatu: ndugu Hassan Ramadhani Mwenda Pole Mbala Kashinje Mlolwa na Erasto Isenga Kuilasa kugombea mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Singida, kamati kuu imeteua watu wanne: ndugu Hanje Narumba Barnabas, ndugu Misanga Mohamed Hamisi, ndugu Mlata Martha Moses na ndugu Kilimba Juma Hasani. Katika hatua nyingine, Nape amesema kamati kuu ya CCM taifa imeridhishwa na mchakato wa maandalizi ya uchaguzi wa marudio huko Zanzibar, ambapo amewataka amewatakia heri wa Zanzibari katika uchaguzi huo. Aidha, amesema kamati kuu ya CCM inatoa pole kwa jeshi la polisi nchini kufuatia vifo vya askari polisi watatu vilivyotokea Februari 6 mwaka huu mjini Singida.